Dada Irene karibu sana, asante. Mm -hmm. Umetokea wapi? umetusikia wapi? Nimetokea Kibaha. Kibaha. Kibamba. Kibamba Kibamba. Mm -hmm. Umetuona wapi au umetusikia wapi? Mama yangu ndio kawasikia kwenye TV, alikuwa anaangalia. Mm -hmm. Mama yuko wapi? Mama yuko hapo Mbezi. Da, hapa hapa eh. Mm -hmm alivyosikia sasa, katika na mimi mizunguko yangu ya biashara, alikuwa anaona inahangaika, lakini sipati mafanikio yoyote ndio. mm -hmm. Akaniambia unaweza hii nani kazi ya kufanya ndani. mm -hmm. Nikamwambia mama, nilipofika naweza. Ulipofika naweza. Hey, <laughs> <laughs> nimependa hilo neno wadada wengi, unajua wanawake wengi kuna namna, wana vi option yani ambavyo vinawafanya waone ah hii kazi lakini ukiwa maji yakiwa <laughs> yako shingoni, aa, kazi yoyote halali unafanya. Nimependa hilo neno. Kwa hiyo ukiona mtu anasema hii kazi gani, bado maji bado maji yako labda huku kwenye miguu yanapanda. <laughs> siku yakifika hapa, mwenyewe atamtafuta. <laughs> superwoman ni kwa wapi jamani? mm -hmm. Kwa hiyo ukamwambia mama, hapa nilipo nilipofikia, kwa kweli yoyote tu niko tayari. Uh-huh. Ndio hivyo akaniambia tafuta fomu. Uh-huh. Yaani, yeye ndio alikuwa anajua taarifa zetu e. Kila kitu. Wewe ulikuwa huna hata habari eh? Kwenye mitandao haupo? A-a, sipo. Muda wa kukaa kwenye TV huna. mm-hmm. Si ndio? Okay. Ulikuwa unafanya shughuli gani Dada Irene? anauza nguo. Nguo gani? madera na vijura Mikopo ulikuwa nakopesha? Nakopesha, ukisha ukishawakopesha, wakishavaa tena siku hela ugomvi inakuwa e, ni vita na hela yako inakuwa imepotelea humo. Ndio, tukaa jadi hapa. Jana ulikuja na mama? Ndio. Jamani, mbona mbona siku sikumwona nimsalimie. Ehe, kaja hapa. Uh -huh. Kaniacha hapa, wakanieleza wakanipa, na mama naye akashiriki kwanza. Okay. Akasikiliza maelezo yetu. Ndiyo. Kila kitu akaona hii sehemu ni salama. He, kumbe sio mara ya kwanza. Mm. Jamani. Maskini. Huyo mama ni mama. mako ni mama mwema sana. Kwao mm. Eh. Safari akamleta binti yake. Huyu ni mtoto wake wa ngapi? Huyo ni mama yangu mdogo mdogo wake kabisa na mama. Oh, mm. Okay. Ndiyo. Sawa sawa mm -hmm. Okay. Kwa hiyo sasa wewe ulivyofika huku kwetu umeonaje, umepokelewaje? Kwanza nimepokelewa vizuri kwa kweli. mm. eh. Na fursa zetu umezionaje? Nzuri. mm. Nimezikubali, nimepewa na mikataba, nimesoma, nimeelewa. mm. Na, na umekubaliana nao? Ndiyo. Okay. Wewe mm -hmm. mwenyewe binafsi umekuja kwa malengo gani? Yaani mimi malengo yangu ni kufungua tu duka la amadela yale yale amadela. Ah, ee, ndio chako unachokipenda, ila tu wakopaji walikuangusha. mm -hmm. Ee. Labda na mtaji ulikuwa unao kidogo sana. Nilikuwa mm. nao mtaji lakini ndio hivyo aliniangusha. Na wao ndio walikuangusha. Lakini mtaji ulikuwa nao. Elfu moja, mama, elfu moja. Utaifanyia nini? Unaenda nyumbani unakula inaisha. Unazidi kuipunguza. Hatimaye wengine wanaondoka wakupi. Kwa hiyo kuna hela kabisa zimepotea e. Oh, maskini mm. Sawa, kwa hiyo sasa hivi unatafuta kama kiasi gani? Mm. Milioni tatu. Mm. Sasa, uko tayari kufanya kazi kwa huo muda wa kupata hiyo hela, kwa sababu mm. hapo tunazungumzia sijajua wat, kama hapa ofisini watakuangalia kwenye level gani, lakini tukiangalia kwa mfano dada ambaye anafanya kazi kama traditional plus ambaye analipa laki na nusu. Aa, kwa mwaka anapata shilingi ngapi? Jamani, watu wa mahesabu eh, traditional laki na nusu mara kumi na mbili. Shinga mm. oh. hey, hey, laki moja na nusu mara kumi na mbili. Jamani, mbona mnaniangusha? Milioni moja laki nane laki ok okay, kwa miaka miwili? Ndio, miaka miwili unaweza kufanya kazi miaka kama miwili kabisa? Ndiyo. Ha, okay mm. so. Hiyo ndio iwe ndio. Sisi hapa sisi hapa ni watu wa yani ndio ndio, hapana hapana, na watu ambao hawawezi kufanya kazi na sisi muda mrefu, yani huo muda eh, kuanzia mwaka, muda mdogo ni mwaka. Ndio utaratibu wetu kwamba hatukuchaji hela lakini tunachokuchaji au tunachotaka wewe utupe commitment ni muda na ndio maana umeona mkataba wetu ule, kidogo kuna mambo ya dhamana, kuna nini, si ndio? mm -hmm. Kwa sababu kuna watu wengine sio waaminifu, watu wana malezi tofauti. Kuna mtu akisema ndio kwake ni hapana, hapana ni ndio. Basi, kwa hiyo tumeweka huo taratibu, ili uweze kutusaidia, wala tuweze kukipu promise kwa wale wateja ambao tunaenda kuwahudumia. Tukimwambia dada anakaa mwaka, imetokea umeshindwa kukaa mwaka, basi tuweze kufidia dada mwingine lakini zamani wakati tunaanza mradi wetu tulikuwa hatuna hicho kipengele, lakini ilileta shida nyingi sana, kwa sababu wadada walikuwa wanasema watamaliza mwaka wa malizi. Kwa hiyo naye inaonekana tapeli ni mimi eh? E, na wadada wake wote wale wale, lakini maskini ya Mungu mimi sina shida. Kwa hiyo <laughs> nikaona sasa inabidi tuwawekee, tuweke utaratibu ambao utatupa angalau uhakika wa edha unamaliza mkataba au kama humalizi, hakuna ugomvi, hakuna vita, si utaacha hela zako, na eh, zile hela zitafanya kazi ya kumpa bosi wako mtu mwingine. mm. mm. Lakini sio hicho tu, utaratibu mwingine ambayo inabidi mjifunze sana. Yani, hiyo lazima tufanye awareness kubwa, maana pia samaki anatakiwa akunjwe akiwa mbichi. Yani kwamba hayo ingekuwa ni malezi ambayo umepe, umepata kwamba utaratibu mwingine sio tu wa dhamana, unapotaka kuondoka kazini unaondokaje? Unaaga, si ndio? Ukishaenda nyumbani kwa mtu akakuingiza kwenye ratiba zake, huwezi tu tu kukurupuka, yani kumkurupua tu. Mi, kesho si kesho kutwa naondoka, naondoka. hiyo tabia ipo sana kwa kwenye hii sekta ya kazi za nyumbani na ni tabia mbaya sana yani, sana hakuna yani, kuna ugumu gani kuaga kusema jamani, kuna na, na, nataka kuacha kazi sindiyo? si ndio? si hapa tushakubaliana ukitaka kuacha kazi, alimradi umefuata utaratibu wetu tuna dhamana yako, no problem. Aga, na zile siku unazoaga utalipwa, alimradi bosi wako atakuwa anaendelea na majukumu yake na sisi tunaendelea na majukumu yetu, ndani ya huo muda tulioweka tutamtafutia mtu mwingine. Unajua hicho ni kitu yani, uaminifu ni kwenye vitu vidogo sana. Ndio maana neno la Mungu linasema usipoaminika kwa madogo, si ndio? wewe unaweza ukatufanyia hivyo ukajua ah hiyo yes, sinaondoka tu na lazima nisubiri. Lakini ulikubali kwamba utafata huo utaratibu. Usipoufata, mi nakuhakishia kuna baraka unaziziba bila mwenyewe kujua. Usifikiri kuziba baraka, baraka labda mpaka siu uende ukavunje na kuiba neno lako ea nalosema. Ndio maana Bibia inasema utavuna unacho kipanda. Kipanda na utakula mema ya yani, maneno yako yanaweza yaka yakakubariki au yakakulaani. Yani vyote hivyo tumeelekezwa. Kwao sisi hapa, tunaangalia yule anaye tunayemtegemea kutupa hela, anakulipa huyo mshahara, si ndio? mm -hmm. Lakini anatulipa sisi service fee. Kwao lazima umfikirie, wai uwe selfish, yani uwe binafsi wa levo hiyo, uwazi kama huu. Bosi alilipa gharama za uendeshaji wa huu mradi. Huu mradi bila mabosi usingekuwepo, si tunaelewana eh? mm -hmm hatujaweza kufanya mambo makubwa sana lakini hayo basic tunayowafanyia kwamba kuna ofisi, si ndio? mm -hmm. Na ukija hapa uwezi kushinda njaa, utakula hata kama utakula makande, utakula ugali dagaa, lakini that's money, si ndio? ni hela ile, kwa sababu hapa tungesema ah, kila mtu ajitegemea kula, ungefanyaje? mm -hmm. Eh, pangekalika jamani? Pangekalika. Huo ndio ukweli. Lakini tunaweza kufasilitate vile vitu ambavyo ni basic, eh tukasema ah sasa utafuta guest ulale mpaka tutakapokupatia kazi. Ingewezekana. No. Kuna watu wangeafordi? Hapana, lakini ndio hivyo kuna sehemu kuna uhakika unalala, kuna uhakika unakula. Sehemu ambayo ni proper, kuna taratibu zimewekwa yani, nzuri kabisa ambazo zinakulinda, zinakuhakikishia usalama. Sasa kwa nini iwe? Yani ugumu unatoka wapi? Ndio hivyo sasa hapo, tunakuja kwenye ishu ya malezi na makuzi Nandumi, na ndo mi a-nawaambiaga watu wa Tanzania wanaonisikiliza, ili ni tatizo la malezi na makuzi, sio tatizo la joiskiria. No, mi nimeelewa vizuri, na zaidi ya hapo, mi mwenyewe nimejiendeleza kwenye kumjua Mungu na ku-, yani kuishi kwa utaratibu ambao hauta ni, ni, ni, ni nipa changamoto sababu ukitaka kuishi kwa utaratibu wako, Biblia inatuambia kabisa, nenda kasome Kumbukumbu la Torati sura 28 yote, inakwambia vile ukitaka kufanikiwa yapi ufanye na usipofanya kitakachokukuta. Hiyo ni vizuri ukasome. Nimesema sura gani? sura gani gani gani nini, kitabu Kumbukumbu la Torati. Mko vizuri e, pata muda wako pitia hilo, maana vitu vingine sisi wenyewe ndio tunajiwekea hapo. Yani ndio ujue uko upande gani yani, ukisoma pale ni kio chako unajimulika, unajua kabisa niko upande gani, maana kuna baraka na kuna laana zote ziko pale, lakini watu wanapendaga kusoma kwenye baraka. Kwenye laana hawataki kwenda, wakati kwenye laana nako kuna husika na unayoyatenda sijui naelewana. Kwa hiyo tujitahidi kusimamia yale tunayokubaliana ili turahisishiane tura, tura maisha kwanza, lakini tujitengenezee baraka tusitengeneze laana ili baadaye usije kukutana na watu ambao watakudhulumu. Sasa utakuwa na kila siku narudi nyuma, lakini ukimtendea uki, wema bosi wako. Kwanza sisi kama kituo tumekupokea, tuko nawe vizuri. Sasa kwanini nawe usitulipe wema? Kwanini nawewe usiende ukafanya kazi kwa utaratibu tuliouweka ili maisha yawe mepesi, alafu kumbe ni baraka kwako. Mungu anakuangalia. Je, umekuwa mwaminifu kwa hiki ulichokikubali kidogo tu kwamba eh, hey, jamani mimi nataka kuondoka, lakini hebu fanyeni utaratibu kama ulivyosema hapa kwenye huu mkataba mm. Maana tukisema hapa tudanganyane kwamba ah, mimi nitamaliza nitamaliza. Wengi wanakuaga waongo, wengine si ndio? E, tunachosema basi, imetokea umepata changamoto, maana utatujia hapa na changamoto kuki nimefiwa na mama, kumbe mama ishakufa zamani au unamuua mama ambaye wa watu ni mzima. Tukipiga simu, wengine mama ndio anapokea simu. Jamani mama, mbona tumwambia umekufa eh? Ee, mwanangu, mimi niko hai na vyaya, mwanao huyu hapa akatwambia umekufa. Maana anavyotudanganya anasahau kwamba kwenye mkataba aliandika na namba za mama yake. Sasa unarudi pale unasema haya, huyu mama kafa hmm. Eh, basi ngoja tujaribishe, au baba, wanapokeaga simu tunaongeaga na marehemu <laughs> Eh, wadada ni mamasta. Anamwambia sasa kuna haja gani ya kudanganya ndugu yangu? Unajitafutia laana. Unamuua mama yako mzazi, baba yako mzazi kwa sababu gani? Ukija kucheki simu yake, kuna mtu anamuita baby, vipi mbona unachelewa baby? Eh, yaani kuna baby yuko hapo anakwambia, baby niko hapa nakusubiri. Vipi ushatoka? Aye na yeye anasema ah, ngoja ndio nawaaga, ndio na nani ndio ni eh, jamani. Wadada wanajuaga ku kujitengenezea matatizo. Lakini ndo hivyo, ndio experience tunazozipata kwenye mradi wetu. Kwa hiyo, dada Irene karibu. Asante. Kama uko tayari kwenda kufanya kazi na sisi miaka miwili, mimi yani kwa kwa mujibu wa neno la Mungu yani unafanikiwa. Amin. Sio kwa mimi, ni Amin. Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu wetu sio mwanadamu, hata aseme wow, uongo. Kwa hiyo kwa mujibu wa neno lake ukienda kufanya kwanza, umeshatambua kwamba una mtaji wako ambao ni nguvu. Mtaji sio zile hela, zile hela uzitafuta tu kwa hiyo na uwezo wa kutafuta hela unazo. Ndio maana neno la Mungu linatuambia Mungu ndio ametupa nguvu na uwezo wa kutafuta utajiri, sawa? E, kwa hiyo akili alizokupa nguvu alizokupa ndio umeweza kusimama umeweza kuja uko hapa, ni kwa sababu Mungu aliyeko ndani yako na ndani yangu na ndani yetu wote ndio anayetuwezesha, sawa? Mimi kuweza kunyanyua hivi mikono sio uwezo wangu, mm. Ni uwezo wa Mungu. Mm-hmm. Ila sasa mnafanyaje kwa hizi nguvu sasa za kunyanyua mkono na nini? Ndio hicho Mungu anaku, anakuachia wewe, kama unaenda kuiba Hai. kama unaenda kukata viuno vyako vya nani, maana ndio tulichofundishwa Kukatika. Hmm? Kukatika tu, ili mwanaume akupe hela? Ah, tuko vizuri, lakini ungejifunza kusugua vizuri masufuria na usafi bado ungepata hela, alafu hujatumia mwili wako, alafu ungepata baraka mbele za Mungu. Sindio? Kwa hiyo na imani message sent and delivered, na wagaidi vizuri. Mimi tayari nishatimiza wajibu wangu, maana neno la Mungu limetutuma, tumetuagiza, e, then mkawafanye kuwa wanafunzi e.